Lengo la Mwenyezi Mungu kutupa kinywa ni ili tuzungumze yale ambayo anayataka na kuyaridhia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Bado tunasisitiza amani, amani, amani, amani. Jana taasisi zote takriban 30 za za dini ya Kiislamu walikuwa na itikafu pale makao makuu Bakwata, katika msikiti wa mfalme wa sita. Miongoni mwa yale ambayo waloazimia ni bado kuendeleza amani na wamewaasa Waislamu wote nchini Tanzania. Kila ambaye ni mwislamu ana mtoto wake, kuna hiyo Disemba 9 hiyo ina, inazungumza Disemba 9 Disemba 9, mmoja katika maazimio wa waliotoka nayo pale. Wewe kama mwislamu unamwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasalama, unaitakidi ipo siku utaondoka katika hii dunia na utahesabiwa na Mola wako, basi kwanza wewe mwenyewe lakini pia kaa na watoto wako, waambie Disemba tisa, mbaki nyumbani, mtu yoyote asihangaika kuzurura zurura mitaani. Moja katika tamko wanaotoka nalo zile taasisi zote thelathini jana tarehe ishirini. Kwani waislamu wanajipendekeza kitu gani? Nini ambacho wanachokipendekeza waislamu? hakuna zaidi ya kutetea lile neno la Mwenyezi Mungu la asalam, amani, amani, amani. Bila ya amani hakuna haki yoyote inayotokea inayopatikana. Kama hakuna amani, amani hakuna, utaenda kuidai haki, utapitia wapi wakati amani hakuna? Kuna watu wanatia roba watu pale njiani, ndio njia yako kupita kwenda kuitafuta amani, utapita wapi? wakati pale, kwenda kuitafuta haki, utapita wapi wakati amani pale hakuna? Tusididenganye ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tuwe na mazingatio. Kuna watu wanapandikizwa kuja kuharibu taswira ya nchi yetu, ile ambayo kile tulichoanza nacho huko nyuma. Msione hivi, watu wanapendezwa, mataifa mengine yanapendezwa na hali hii? Hakuna. Ndio hizi chokochoko choko hizi zinazotokea, lengo Tanzania iwe kama Rwanda, Tanzania iwe kama Burundi, Tanzania iwe kama wapi. Manake umechoshwa kila siku masikio, Tanzania nchi ya amani, Tanzania nchi ya amani, halafu sisi tumebebeshwa huo wimbo tukajitwisha bila ya kufikiria tunaanza kuimba huo wimbo. Lililotupata tarehe ishirini na tisa na kuendelea mwezi wa kumi, kama bado tutamlazimisha Mwenyezi Mungu tena atuongeze, tutalipata jingine kubwa kuliko lililotoka hapa nyuma hapa. Na haya yote ndugu zangu Waislamu, ndio maana tunasema waislamu tu, waislamu tu, hatuna sisi haki haya yote katika nani, katika historia ya nchi hii. Yaani ule utawala ukitawaliwa tu na upande fulani, basi hizi chokochoko choko zinakuwa nyingi. Nyinyi nyote mna akili. Akitawala Muislam basi kunakuwa na chokochoko choko nyingi, matamko mengi sana. Haya matamko yanatokea wapi? Nini sababu? Nini lengo ya haya matamko? Upande huu mbona hakuna matamko yoyote? wakitawaliwa na wengine pande moja tu. Sasa uvumilivu huu unaambiwa, unapokula na kipofu, usimshike mkono, muache popote anapotaka kwenda kuchukua anachotaka kuchukua, akachukue. Ukimshika mkono, anajua hapa, huyu ananishika mkono kwa sababu inawezekana hapa kuna kuna kitu kizuri hapa, ndo maana kanishika mkono sasa umekula na kipofu muda mrefu, basi usimshike mkono. Ipo siku huyu kipofu atakuja kuinuka na yeye atakuja kuuliza kwa nini unanishika mkono. Ni mengi mengi mengi yaliyopita huko nyuma, na sote, sio kwamba waislamu hawana akili. Waislamu wana akili na wanafahamu fika, lakini nini wanaogopa isije ikawa wao ndio chanzo cha uvunjifu wa amani, wakati wao ni mmoja katika watu ambao wanatetea neno wa la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. la assalamu tuidumishe amani, ndugu zangu Waislamu. Wewe kama mwislamu, na imeonekana mwislamu ndo anayepiga kelele sana kwa ajili ya swala la amani, endelee hivyo hivyo, hutopoteza chochote. Ipo siku utakutana na mola wako, atakulipa kwa hiki ambacho unachokiendeleza. Hao wengine tuachane nao. Kama umeamua kutafuta maisha ya dunia, Mwenyezi Mungu alisema mwenyewe katika Qurani, anaitaka malipo ya hapa duniani, nuti mina tutampa malipo ya duniani, lakini siku ya Kiyama hana lolote atakalopewa anayetaka maisha ya akhera tutampa hapa duniani lakini na akhera pia tutampa. Sasa wewe Muislamu, itafuta amani upate hapa duniani na siku ya kiyama uje upate kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, tudumishe amani tarehe tisa. Wewe kama ni Muislamu unamwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, unasema anal muslim, mimi ni Muislamu, maana yake umenyenyekea kwa Mola wako subhanahu wa Ta'ala ubaki nyumbani tarehe tisa Disemba, ubaki nyumbani tarehe tisa Disemba kama wewe ni Muislamu kweli kweli. Tunatakiwa tujipambanue, uonekane wewe ni Muislamu na huyu sio Muislamu, hata kama anajiita Juma, anajiita Hussein, anajiita Isa, lakini yale matendo yale basi yatupambanue. Huyu anadai ni Muislamu kwa madai tu, lakini hakiki sio Muislamu huyu tutanusurika na tutasalimika mbele ya mola wetu subhanahu wataala. Tuendelee kudumisha amani. Amani ndiyo msingi wa kila kitu, amani ndio kila kitu. Hauwezi kufanya kitu chochote kama amani hakuna, ndugu zangu Waislamu, hauwezi ukatokwa nje kama amani hakuna, hauwezi ukaenda dukani kama amani hakuna. Tulikuwa tunafukuzana tukiona duka moja limefunguliwa watu wanapanga foleni, ilikuwa zile siku zingezidi mpaka kumi, watu wangeenda kubomoa wenyewe maduka yenye vyakula Sio wale wafanya fujo, sisi wenyewe. Kwa sababu ndani una kitu, unayo pesa, umeshikilia mkononi, chakula hakipo, lakini kuna duka fulani, kuna chakula, tungeenda kubomoa maduka ili tuchukue vyakula. Kwa nini tufike huko wakati Mwenyezi Mungu ametupa akili? Kwa nini tufanye sababu mpaka tufike huko ambako hataki Mwenyezi Mungu? inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hata yughayiru ma bi anfusihim, Mwenyezi Mungu anasema, watu hawabadilishi yale waliokuwa nayo. Mwenyezi Mungu hawabadilishi waliokuwa nayo watu mpaka watu wao wenyewe wabadilishe wao wenyewe, basi Mungu naye anawabadilishia. Sisi tuliamua kubadilisha kuivunja amani, Mungu akatupitisha mlemle. Nimesema kama tutaendelea tena hivyo Mungu kazi yake ni kazi ndogo tu, anatuambia tu, haya simbe, mmetaka hivi, haya. Tunapata matatizo hapa hapa duniani, tukiwekwa katika makaburi yetu tunaanza kibano hapo hapo mpaka siku ya kufufuliwa, tunafufuliwa tuna tunaingia -tuna kwenye kibano cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. kwa nini tuingie katika, katika hayo wakati tuna akili zetu timamu? Muislamu, hebu kaa ujiulize, kwa nini ufikia hatua hiyo? Hebu tuachie hao walioamua kufanya hivyo. Tuachie wao na Mungu wao. Sisi kikubwa